Majina yangu naitwa Lucy Wiso ni wakili wa serikali mkuu. Aa, ni mwendesha mashtaka wa serikali. Aa, leo tulikuwa tunaendelea na kesi yetu ya ambayo tulikuwa tuko katika hatua ya kutoa kuendelea ku, ku, kuwasilisha hoja zetu za kujibu majibu ya, ya, ya mleta rufaa na katika hoja zetu tulihitaji kuperuzi au kukiona kielelezo ambacho kime form part ya proceedings za mahakama kiko mahakamani, lakini kwa upande wa, wa rufani walipinga hoja hiyo kwamba hatuwezi kukipitia kielelezo ambacho tayari kimeshakuwa, uh, kimeshakuwa reduced kuwa kwenye maandishi, kwa hiyo tupitie yale maandishi yaliyopo. Kwa hiyo hoja yetu ilikuwa ni ku, leta mtaalamu ambaye atatufungulia kielelezo hicho ili tuweze kupitisha sasa, mahakama katika kutenda haki na kuweza kurifaa yale ambayo waliyaleta kama hoja, hasa kwenye maeneo ya utambuzi wa washtakiwa tuwezi kurudi nyuma kuanza kumwita shahidi ili aje tena aanze kuplay video. Kwa hiyo mahakama ichague Eidha kumleta mwingine pia iwezekani kwa sababu ile ilikuwa ni ripoti. Sasa ripoti inachambuliwa na yule yule, ndo hoja ambayo imejitokeza. Kwa hiyo hoja hiyo itakuja kujibiwa tarehe tisa mwezi wa saba, na baada ya kutoa maamuzi madogo, tutaendelea na shauri siku nyingine au siku hiyo hiyo kama mahakama itaona nafaa. Kwa kawaida ushahidi ukishamalizika kwenye mahakama ya awali, kwa maana ya huwa twiti tena mashahidi kwenye mahakama ya rufaa tunachambua kile ambacho kilijotokeza katika tunaita subordinate court, yaani mahakama ya chini ndo tunachochambua twiti tena ma mashahidi. Kwa hiyo kama kuna hoja yote ambayo ilipigwa kwa sababu hoja yetu mojawapo ni kwamba utambuzi haukufanyika. Sasa uwezi tena kuanza kumita shahidi, anakuja kufanya nini?